Mimi kwa jina naitwa Twahiru Bakari Danga, ni mwalimu toka shule ya sekondari Magomo. Kwa kweli mimi ni mshukuru sana rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa hii kampeni aliyoanzisha ya kisheria ya jopo la wanasheria ambalo linazunguka eh, msaada wa kisheria kwa ajili ya watumishi ambao ni kwa ajili ya watu wote, lakini mimi kama mtumishi naishukuru kwa sababu imetusaidia sisi watumishi. Mimi ilikuwa ni mwezi wa tatu kulikuja template ambayo tulijaza, kila mtu aeleze anachodai. Mimi nikaeleza kuwa na dai hela yangu ya malimbikizo ya mshahara toka 2015 na lakini, nashukuru baada ya kujaza ile template, mwishoni mwa mwezi wa tatu, wakati nachukua mshahara wangu, nimekuta hela yangu imeingia ime yote. Namshukuru sana, kwa sasa hivi siidai serikali chochote, kwa sababu hela hiyo nimeipata. Kwa hiyo namshukuru Rais na pia nashukuru ili jopo la msaada wa kisheria ambalo amelianzisha kwa sababu wanachapa kazi ambayo inatusaidia na sisi watumishi tunakuwa, yale yaliyokuwa yametuzidi ya, ya, ya yanaondoka, hasa katika malimbikizo ya kifedha, kama kama hilo la kwangu la malimbikizo ya mshahara ya toka elfu mbili na kumi na tano. Kwa hiyo nashukuru sana.